Karibu kwenye episode hii. Hapa hivi kama ulivyoona hapo, tunatengeneza hiyo uh, earth rotation kwenye kwenye jua. Cha kwanza nafuta kila kitu hapa, then na add uh, say, nani, na add sphere ambayo hii sphere ndio itaact kama jua na ismooth. Uh, shade smooth mpaka hapo. So e, jua ndio hili hapa. Kitu kingine ambacho kinatakiwa sasa hapa ni quad. Uh, jua liko stationary, liko sehemu moja. Kwa hiyo nitakacho add hapa ni shift A, nita add seco nakuja kwenye kwenye curve na kuja ku add, then I scale out. Let's say hub. Sasa unaweza ukachagua, unaweza ukamua uweke na sayari zingine, lakini sina muda huo sasa hivi. Kwa hiyo hapa ndio nita, nita, dunia itakapozunguka ndio kwenye orbit ambayo dunia itakuwa inazungukia ina. So kinachofuata pia ni kuad wapi pivot itakapokuwepo. Kuchange hiyo pivot. So nitakuja ku click hapa then na, na snap cursor to selected snap cursor to selected then na change hiyo ije hapa ambayo nikija kwenye object set origin, origin to 3D cursor then ikiwa hapa hapa nita add sphere UV sphere hii hapa then I scale out mpaka <laughs> hapo. Hii ndio itakuwa Dunia then I smooth oh, then I na smooth shader smooth. Uh, smooth smooth shader iko wapi hapa? Shader smooth. Sasa kwa, kwa kwa kawaida Blender imeshatusaidia kufanya UV ya ya seko hii hapa ya, yani imesha unwrap na imekuwa unwrapped vizuri tayari kabisa yani. Kwa hiyo huna haja ya ku unwrap chochote kwa hapa hivi. Uh, kitu unachotakiwa pia uwe nacho ni uwe na texture tayari texture map ya, ya dunia. Ita, ndio itakusaidia ku, ita pia so if we add texture map ya dunia, nitakuja mm, hapa nita add uh, pia ili niweze kuiona vizuri, nakuja hapa niwe kwenye material preview uh, then nakuja hapa nita add iwe kwenye cycles ili iweze calculate vizuri mambo ya lights na mengineyo. Kwa hapa nikiwa ni select hii dunia nita add new materials, nita kwenye image texture, then sasa hapa utaenda wewe unakohifadhia mafaili yako, uh. Mm -hmm. Uh. Yep. Kwa hiyo add, tayari inakuta imeshatokea hapa texture ya dunia hii hapa kwa upande huu inakuwa imejipanga hivi, kwa huku inakuwa imejipanga hivi. Kwa hiyo hapa nikibonyeza R maanake unaweza ukaizungusha hivi. mm -hmm. So tumeshapata texture ya dunia uh, kingine hapa labda ni hii hapa pia ni ni jua moja. Turudi kwenye layout, narudi kwenye material preview na nirudi kwenye hapa kwenye shading ili kusudi niweze kuona dunia itakuwa hapa. Kwa hiyo hii hapa inabidi niipe material ya kung'aa, kwa hiyo material ambayo inaweza kung'aa hapa, na hii material unazokaitumia kwenye kutengeneza balbu na vitu vingine vinavyong'aa. Kwa hiyo utakuja kwenye principal BSDF utaiconvert iende kwenye emission, tayari inakuwa ina produce mwanga kwa hiyo kuchagua strength ya mwanga inakuwaje? Sasa kitu kimoja kwenye world, kwenye ukija papi kwenye hii world uh, rangi iliyoko ni hii gray. Mfano ukija hapa, ili tuondoe kwanza hii hizi nani, inakuwa iko hivi, iko gray. Kwa hiyo ukiweka toto dark hivi, hapo ndo utaweza kujua influence ya mwanga imekaaje. Kwa hiyo dunia inaonekana kwa mbali sana. Kwa hiyo tukirudi hapa hii hapa hivi inabidi uh, tuongeze strength yake. Tunarudi kwenye hii, ilikuwa ni kwenye world tab, tunarudi kwenye material preview, kuongeza strength ya iko moja, tuangalie tano ina- itakuwaje tano, iko hapo. Tukija hapa, bado mwanga unaofika duniani ni mdogo, tuweke kumi au niweke ishirini Mm-hmm. Kwa mpaka hapo hivi unaweza ukaona upande mmoja wa dunia unapata mwanga hivyo. Unaweza kuweka hata mia tano, yaani wewe mwenyewe kile unachokihitaji. Kwa hiyo iko hivyo, na uki ukitaka kuchange rangi ya jua unaweza ukaamua uweke rangi yoyote ile hapa, lakini mi nitastick kwenye kwenye hiyo hiyo iliyokuwepo. So hivyo ndio eh, namna ambavyo unaweza ukatengeneza jua na dunia. So kinachofuata ni kutengeneza hiyo animation yake, kwa hiyo nitarudi kwenye material preview uh, nitarudisha hii ili niweze kuona. Sasa kinachofuata ni jinsi gani una uh, unafanya unaweza ukaifanya animation yako Ha. Animation ni, ni simple tu, unaweza ukafanya hii hapa uka, ukiselect dunia una select na hii path, unakuja control P, unakuja follow path. Tayari hapa, tayari animation yako iko tayari kabisa. Ukija kuplay hapa hivi, oh, inazunguka lakini <laughs> ni opposite direction. Hivyo kwa hapo hivi, tayari umeshaweza kupata animation yako so uh, namna ya kuitan hapa ya opposite, unakuja hapa kwenye path. Kuna kuna path animation hapa. Sasa evolution iko moja, frames iko mia. Sasa sijajua na ina ngoja mm, flow follow path comp ah, uh. Okay, ukitaka kupunguza hapa ni ni control idadi ya frames kwamba iende ngapi. Kwa mfano ukitaka kuipeleka iwe slow unaweza ukapeleka frames mia mbili hivo, na ukiplay itakupa itaenda tutaratibu hivo. Kwa hiyo Mm-hmm. kwa wale ambao wanataka kutengeneza video za kufundishia wanafunzi ndio. Uh, ndio, ndio hapa kwamba hii ndio Earth's rotation siku 360 kila tukifika hapa, ila sasa sijajua rotation yake inaenda hivi inaenda maana, kama ina, inazunguka opposite side maana yake itabidi ni rotate hii. Unajua ni ki rotate ah, uh, um, ni ki rotate hii curve 180 wajaa nione sasa hivi itaendaje? Yes, hivyo hmm. Sasa uh, sasa hivi kwa sababu hii tumeshaiweka hapa, ukimove, ukimove hii path una move na hiyo dunia, lakini uh, unaweza pia ukaiseti hii ukai shift uka select jua ukabonyeza control p ukaweka object. Kwa hiyo uki move duni hii hapo unakuwa una move na na hii yote hiyo. Tu ni kama unataka kuhamisha vitu kwa, kwa wakati mmoja. Sasa hii hapa ni in case oh. Lakini dunia imekaa vibaya, okay. Dunia imekaa juu chini chini juu, moja tuigeuze Okay. Kwa waliosoma wanajua sijui dunia imekaa tenge, sijui imekaaje hiyo, utajua wewe mwenyewe baadaye mpaka. Mm, hapa iko hivyo, so ukifanya animation hmm. Sasa kama kwa hii ni, ni optional. Lakini in case kama unataka kufanya animation, mfano unaweza ukaweka keyframe hapa saa sijajua dunia kwenye mzunguku wake unazunguka mara mia tatu, sijajua kama nitatoa hesabu nzuri, naweza nikaweka kifrem ya kwanza hapa alafu, ngoja hii timeline yenyewe niipeleke mia tatu aa, mia tatu na tano, alafu kwenye hii path animation pia Uh, frames pia nizipeleke mia tatu sitini na tano mia tatu sitini na tano Ngoja kwanza ni play nione uh, matokeo yake hii hapo. Kwa hiyo kuzunguka hapa mpaka hapa, hivi ndio animation itakapokuwa inaishia, ambao kwenye mahesabu ya Dunia, si ndio mwaka unakuwa umekatika. Uh, sasa kwenye animation nimekuwa nimeweka keyframe hapa mwanzo alafu keyframe ya mwisho nitakuja kuiweka hapa hapa kwenye mia tatu sitini na tano, ndio keyframe ya mwisho. Ngoja niandike hapa mia tatu sitini na tano. Sasa uh, ukija hapa kwenye object, mm, tunataka dunia i rotate. Ndio hivi kama inataka ku rotate z axis, unaona inacheza kwa hiyo inavyo rotate mzunguko mmoja, sijajua mzunguko mmoja unakuwaje. Mzunguko mmoja ni always inakuwa ni mia themanini, kwamba ikizunguka kuanzia hapa hivi mpaka kurudi hapa ah, inakuwa ni mia tatu sitini. Kwa hiyo kama mzunguko mmoja mia tatu sitini, unaweza ukapiga hesabu mia tatu sitini kwa ukizidisha mara mia tatu sitini sijui utapata ngapi? Kwa hiyo hapo, kwa waliosoma hesabu, utaangalia unaenda ngapi. Kwa mimi hapa nitakadilia. Naam. naweka elfu moja hapa elfu moja alafu naweka keyframe mm -hmm. hivyo. Oh, haijawa realistic lakini, hivyo ndivyo ambavyo unaweza uka ukitaka kufanya exactly inabidi upige pige mahesabu hapo hivi. Uh, inakuwa haijaloteti vizuri bado hapa kwenye mia tatu sitini na tano hii, ngoje niweke kama laki moja ah, naiweka keyframe kuzunguka kwenda nyuma, naona inazunguka vizuri kuliko kwenda mbele hivyo, eh, huku inazunguka vizuri, lakini mwanzo sijajua shida ni nini, so ndio hivyo ku e, inazunguka vizuri, lakini inazunguka animation e, yangu nimeiweka, nimeiweka iko inverse. Kwa hiyo kama iko inverse ili ikae vizuri tuliweka keyframe hapa tukaweka keyframe hapa. Kwa hiyo mia tatu siti na tano mia tatu siti na tano kama ilikuwa inazunguka opposite, maana yake huku hivi si iko laki moja hivi, inabidi niweke negative laki moja. Nikiweka negative laki moja ndio itakuwa inazunguka vile ambavyo mimi nataka izunguke. Eh, zungu kwenda upande huu, yes. So kama ukukwepa umande shule ilikuwa imetulia, unaweza unaezakuwa umenielewa, mm-hmm. So hivyo ndio namna ambavyo unaweza uka- ukatengeneza dunia inazunguka jua. Kitu kingine ambacho ni optional pia ambacho unaweza ukakifanya ni unaweza ukatengeneza pia na mwezi pia unazunguka, lakini hiyo hesabu yake kidogo ni ngumu, lakini nitafanya nita kwa haraka tu nita add, nitakuja kwanza nita add, nataka kwa sababu nataka mwezi unazunguka, mwezi unazunguka Dunia. Nita add hapa 3D cursor, kwa hiyo nita snap snap cursor tu selected hapa, alafu nita add shift a nita add curve nita add circle yeah. Hapa sasa kuna kitu kilitoka pata wakati ule uh, ilikuwa inazunguka kwenda opposite. Kwa hiyo nita rotate kabisa hii iwe 180 hivi, then nitakuja ku select hapa. Process ni ile tuliyofanya mwanzo, snap cursor to selected, then na change hii pivot toa katikati hija hapa ni object, kuna set origin, origin to 3d cursor then una add uh, una add UV sphere ambayo ndio itakuwa itakuwa mwezi hapa, ambayo hii sasa uh, kwa hii sasa itabidi follow path uh, hii hapa. Kwa hiyo nitabonyeza shift na select hii alafu control P. Unakuja follow path. Sasa hapa kitu cha ajabu ni kwamba ukipeleka animation yako mbele utagundua mwezi unabaki. Kwa hiyo ili iweze kwenda na dunia inabidi uselect hii path peke yake, alafu shift una select hii dunia, unabonyeza control P tena lakini unaweka object. Maana ume-parent hii path kwenda kwenye dunia. Siku zote hii path itakuwa inafuata dunia na hii dunia. Kwa hiyo ukifanya hapa hivi animation yako utagundua mwezi utakuwa na yeye unazunguka dunia at the same time, dunia inazunguka mwezi. Kwa hiyo kinachofuata hapa hivi, labda ni huo mwezi uh, kuwekea uh, emission. Nikija hapa na set principal BSDF, then na switch to emission uh, uwe unatoa uwe unatoa mwanga Sijajua una intensity yake itakuwaje. Na nakuja hapa ili niweze kuona, kuja hapa kwenye preview hapa, then ta hide hii. Huu ndio utakuwa mwezi uh, strength yake ngoja niwekee mia ya yeah, inatosha. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza uka tenge ukafanya usi mambo ya usiku na mchana hivyo. Ukitaka mwezi uwe mwekundu unabadilika tu hapa, unaleta huku nyekundu, eti mwe, a, nani dunia mwanga uwe mwekundu. Kwa hivyo ingawa hauonekani, lakini un, mwanga unaotoa huku unakuwa ni mwekundu. Kwa hiyo nirudi pale pale katikati. <clears throat> so hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaifanya kutengeneza hiyo solar sijui ni solar. Nani Earth is rotation na na Moon's rotation. Kwa hiyo ukija ku play animation yako itakupa kitu cha namna hii hmm. Yani hapo ndio mvua jua na mambo mengine yote yanatendeka hapo. So karibu tena mpaka wakati mwingine, kwa wanaohitaji tutorial ya kutengeneza mtu mwanzo mwisho Unanitafuta personally, darasa lake lipo. Kwa unahitaji kutengeneza gari mpaka lianze kufanya movement, pia darasa lake lipo. So karibu mpaka tena wakati mwingine.